Salallahu ala muhamadi salallahu ala muhamadi. Utulivu waongezeke. Baada ya kumsikiliza mheshimiwa hapo kwa utambulisho wa viongozi wa kiserikali na kwa utambulisho kwa ujumla, sasa maiki hii namkabidhi Sheikh Yusuf Muhammad Kidago aweze kumkaribisha mgeni wetu rasmi Sheikh Said Ali Hassan kwa ajili ya kutoaji kumwajahu karibisha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kama tulivyoeleza hapo kwamba na bahati kubwa Sheikh Said Ali Hassan kwa mara ya tatu sasa, eh, kwa sababu yeye ni mtumishi wa elimu zaidi ya miaka 40 anatumikia elimu kwa kusomesha, kwa kuitafiti, kwa dawa na kadhalika. Kwa tunachotakiwa ni kumkirimu, ukarimu mkubwa ni kumsikiliza. Akrimu l ulamaa fa innahum warathatul anbiyaa. Na ukarimu zaidi ya kusikiliza ni kutekeleza yale tutakayosikia. Shekh, uwanjani wako karibu.

Shekh Yusuf Muhammad Kidago yeye ndio mgeni wa heshina, mimi na tuliodokia tuko nyuma yake, anzilun nasa manazilahum. Katika mafundisho ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam wasallam ametufundisha, ni watu kuwaweka katika daraja zao, kwa hiyo na kazi yake kulingana na nishati zake na haraka zake sehemu za huku na kwingine, Tanzania kwa jumla, Kenya zishaingia na kwingine. Yeye ndiyo sahibulmaqam na yeye ndiyo mjeni wa heshima. Mimi niko nyuma yake, na sisi wengine sote tuko nyuma yake. Yeye na taitaifu kwa kazi yake nzuri aitarifu kwa tarbia kubwa ambayo yeye alitumikia. Leo jamii zetu hatuwezi kusema kwamba hazina elimu, elimu yasomeshwa usiku na mchana na mitandao yachangia katika hilo, lakini tarbia ndio kitu kilichokosekana, watu hawana malezi sahihi, watu hawana mwelekeo kwa hiyo tukipata watu ambao kwamba watupa malezi, watupa tarbia, watuelekeza qaulan wa fi'lan, kwa maneno na kwa vitendo. Wengi tasema, lakini la mutabiq ma naqul, yale tunayoyasema hatuyafanyii kazi, hatuyatabikishi, yakenda sambamba na vitendo vyenyewe. Kwa hiyo tukipata watu ambao kwamba wana tarbia kaula wana tarbia filan, hao ni lazima tuwabebe juujuu na tuwape kula takdir, na tukiona tuwapige saluti ima za dhahiri au za batini. Ndugu zangu

shiri zinaposoma za afir mtu anaweza kusema kwa nasri fi saat lakini ukaona taasiri ni ndogo, lakini akizungumza habari shia ukaona ile taasiri ni kubwa, na ndio watu wakazifanyia kazi kwa sura nyingine, ili ziweze kuathiri zaidi. Nini maana sura nyingine? Pale Zanzibar kulikuwa na mwanachuoni mmoja mkubwa, Sayyid Abul Hasan Jamalullaini katika masharifu Jamalullaini, yeye alicheza bere ya shairi hizi kuzifanyia sura ili zivutie zaidi na kupendeza zaidi. Alikuwa na mwanafunzi wake akiitwa Khamis. Siku moja akamwambia, ya Khamis, ya mahoka la takul inni kachoka kullama aduuka hinan

Jamal al-Layl linaye yakaandika katika sura kama hii Al-Allama habibuna Sayyid Ahmad Ahmad Badawi mwenye baba anaye akaandika kwa sura kama hii, na sisi tukajaribu mwaka jana mwaka juzi lugozi tukaandika kwa sura kama hii ili kuvutia kile kitu na kuleta afa. Kwa hiyo shairi azungumza hapa kuhusu suala la tawalo, ambayo ni sifa moja kubwa sana aliyonayo huyo ambaye kwamba shughuli na kazi zake na majukumu yake na uzito wake, yeena ye, ametoka huko alikotoka al na msafara mkubwa kwa ajili ya huyu asghiru matana alkabiru. Maana sharia yasema tawala kuwa na unyenyekevu, tawala kuwa na unyenyekevu milaha linadhirin ala safahat lmai wahuwa rafi. Utakuwa kama nyota nyota, ukiangalia kwenye maji namna hii waiona, lakini sio kwamba yuko chini, yuko juu, lakini waiona, unapoangalia kwenye maji. Yani ni mfano wa tawalu mama le mtu mwenye tawalu, nyenyekevu huwa ni mtu mkubwa, lakini ajivunja, ukamwona kama yuko chini, kumbe yuko juu.

Kiwapata vijano niatawali kama mfano Ashraf Musa hawa ni kupigwa makamama ni kuwakusudia na kuwaunge kwa hali na mali katika sampuli yoyote shari. Akaendelea akasema akataja kwa kwamba sisi tupo walaatak dukhani, lakini usiwe kama moshi. Sio moshi le nchi kutoka sana pale. Moshi uletu naupata tukiwakupika, unapochukua kibiriti papu kawaso utoka moshi sasa moshi bwana, una tatizo nani? yalu binafsi moshi tatizo lake ni kwamba hupenda ukubwa. Ukiwasha tu haendi chini, wenda wapi? wenda juu. Kwa hiyo wenye kufananishwa na moshi tuko wengi, kupenda ukubwa, kukataa tawali. wala takuka dukhani, usiye usiwe kama mfano wa moshi. Yalu ya binafsi hupenda kwenda juu ala tabakati ljaui wa huwa wadi upenda juu ukiwasha tu mfibilia juu, lakini uangalie, baada ya muda, chini hauko na nukopeda, moshi, abo, abo, abo, wangalia, kule juu nikokweda hauonekani ule moshi ambao kwamba ulipowasha tu uliona upande juu. Baada ya muda uangalie uko mahali gani? Kule juu haujulikani, ukwape umepotea. Kwa chini hauko na juu hauonekani. Hii ni sura ya wale ambao kwamba hawana tawala katika mustakabali wao katika utumishi wao na katika kusoma kwao. Kwa hiyo tawala ni kitu muhimu, na ndiyo sifa kubwa ambayo kwamba sisi twajifundisha kwa kijana huyu ambaye kwamba twafunga safari ndefu jana yani, sisi tuko na hafla tangu baada ya Ishaa mpaka saa sita za usiku haijamalizika. Sisi tukaomba tuondoke, tukaondoka, tumeingia alfajiri, tumeswali hapa. Kwa nini yote hayo? Kwa sababu twatambua kazi ya huyo kijana, heshima yake, tawadhu yake, unyenyekevu wake. Tunawajibika tu watu kama hawa tuwaunge na wengi, tuchukue mfano

Ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, mahala ambapo twaona pamenawerika na ni lazima tupaone kwa nuru, kwa sababu Ashraf ameshuhudiana, ameshuhudiana na mtu wa nuru. Mtu wa nuru ndo mkusudia ni mlezi wake ambaye kwamba yuko chini yake, Sheikh al-Murabbi wal Imam al-Muzakki Sheikh Yusuf, ndiyo ambaye kwamba Ashraf yuko chini yake, amebeba nuru na angalia nuru ambayo kwamba imeieneza hili ni jambo muna penda kumfahamisha leo. Mabarabara wengi tukipata nafasi kidogo za watu wenye pesa, ukizitia pesa mikononi, kwanza wafikiria kanzu la marangi mengi, hujui ni simba kochi. Ile kanzu kiangalia, hujui ni tawakal, hujui ni abudi. Hapa rangi nyekundu, hapa buluu, hapa kijani, huku nyeusi, kwanza wafikiria hivyo nwafikiria kubadilisha simu wene simu kubwa zaidi, wakati wafikiria wa kubadilisha hili na lile, lakini mfano ambao kwamba tujifunza kwa kwa ni kwamba kumbe barabara aweza akupata nafasi akafikiria maendeleo ya mali kidini. Hadha darsu natalaqa min hadha lshab lmutawadia, kwamba mtu aweza hata kama hana kitu akafikiria maendeleo na maendeleo ya, ya kwanza utafikiria kwao. as-sadaqatu ala dhirahimi sadaqatu wa silah, Mtume atambia sadaka, ukimpa mtu wako ni malipo mara mbili, malipo ya sadaqa na malipo ya kuunga udugu. Leo mbona tukupa neema ukafikiria kwenu. Alhamdulillah, tuna msikiti huu, pengine miji mikubwa mingi msikiti ulioko kwa sura kama hiyo hakuna, na twataraji kwamba hii sura nzuri sio suratun dhahiratun faqat, ni dhahiratun wa wabatina, ni sura ya kidhahir na ni sura ya kibatin kwamba uzuri huu, na kuna na uzuri wa vitendo, watu kuelimishwa

Sisi twalea vijana kama wametukosea kushika vibati na wakitulia waogopa vibati. Lakini wewe la maajabu, wale watu wa profesa wasomi na wametulia. Kwa hiyo ni nani mwenye malezi sahihi hapa? Shekhe sinani kama ashika vibati kwa timu hiyo ilikuwa nayo na hawakimakasi na wengineo, na shekhe nene nani hawaskinia, lakini mbona wametulia

ni kuonyesha ni yetu. Huyo tariba nia yake ni nzuri, malezi yake ni mazuri, ndio ataweza kuwalea watu wakubwa. Sasa mtu kama huyu, hata tukimpa wale sisi wanaotutaabisha, si kazi, sababu ameweza kuelewa watu na mashahada yao masertifiketi yao. Atashinda ni hawa vijana, sisi tutashinda ni hawa vijana, tutaweza kuwalea hawa

Sababu ya bidii yake, sababu ya juhudi yake, sababu ya kujitolea kwake kusimamia dini. Tena kwanza amefikiria kwao, kwanza amefikiria kwetu, tuwe na msikiti tuwe na madarasa tufanye hadhara. Yani ukiambia haya mambo yote ni huyu waweza, we ka hapana, hii labda ni miwaraa istariunami ni yeye, ni fikra njema, mawazo mazuri ni, na karibi kama nilivyosema manju nasema tena shekhe. Maana ya kumpenda ni hayo hayo, ndio alimfanya shekhe akamshika vizuri vijana, ili aendelee kufanya mazuri haya. Naangalia dalili za kushikwa shekhe, amekuja na timu ya hayo, tunasema watu wakubwa kimaana, si watu wa kawaida tu, watu wasomi wanamfuata shekhe, upande wa dunia unasoma, upande wa dini ni wasomi

Ahmed Adnan Al Ahdali, mwanachuoni mkubwa kiongozi wa fakhari, tulomkosa vikaribuni. Anakufia maindi Kenya, tugera ukamzika Laamu, na nami nilihudhuria katika mazishi. Alisema katika hafla ya Shamsul Maarif, jamani, Tanzania jitahidini amani, si siondoke kwa sababu kwetu amani ni mtatizo, ili kule kwetu kuzidi kuchafuka, twajatakimbia kwa ndugu zetu ambao kwamba wan sasa na nyinyi hapa amani mkikosa, kwetu hamtaweza kuja na sisi kwenu. Nyinyi takwa na meumia, nasitaumia. Tuiombee Mungu Tanzania idumu ile amani. Amani iko imbelee mama Tawana, watu na jopo lake ambayo kwamba taana ndiyo viongozi wazuri, tuwachagueni watuongoze, na lazima tufahamu hivi sasa, ukitaka khilafa kama Said Abubakar wewe kula muogo mchana usiku wa wote

Kama ayaombe atuwafikie wassalamu alaykum, ayaombe huku Mungu atuwafikie wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa wa wa barakatuh barakatuh, alaykum salam. Tunashukuru kwa hotuba nzuri, ina mafundisho mengi sana.